Kati ya zile juhudi za Yanga kule Malawi, unazungumzia vipi performance ya timu kwa ujumla na ni kipi ambacho umekiona cha tofauti huu? Okay, kulinganisha na kikosi ambacho kinaa cha na iki ambacho weni umekiona cha kwanza. Ah, nishukuru Mwenyezi Mungu mechi imeisha salama, hakuna majeruhi, hakuna kitu chochote sababu na mashindano mengine yao. Mechi ya leo uh, kwa kweli i nahitaji sana ni mechi tuliamini kwamba sisi, walivyokuja Tanzania, hawa jamaa walijiamini sana, sisi tukiamini kwamba watakuja kukupa challenge, lakini tuliamini kwamba tuna timu nzuri na tulitengeneza nafasi nyingi sana tangia tukiwa kwao Lilongwe, na leo kilichotokea hicho, tumetengeneza nafasi, tumepata magoli mawili, tumesonga mbele. Kikubwa niwaambie, wana Yanga, si kushinda magoli saba, nane, tisa, si litakiwa leo tuingie makundi kwa njia yoyote, Yanga tuingie makundi na mnajua kwamba vita ilikuwa ni kubwa sana, jamaa wamekuja hapa na sisi, najua mambo yalikuwa yanaendelea, lakini Mungu ni mwema, tumevuka, tumesonga mbele. Kwa hiyo nikwambia kwamba ni wapongeze wachezaji wetu. Sisi kikosi chochote ambacho anapanga mwalimu, aina yote, sisi tuko sawa, isipokuwa tu kuna baadhi ya vitu vitatu vya kurekebisha. Pili wazo pata matokeo, Yanga sio timu mbovu kama watu wanavyodhania. Yanga ina wachezaji wakubwa na nikwambie, kabisa uko mbele kama alivyokuambia like rais wetu hapo mbele wakati anakabidhiwa fedha za mama kwamba tutafanya makubwa kwenye makundi. Bwana, umemaliza dakika 90 za za mwisho hapa kuelekea kwa team, ya, ya makundi. Unaiona wapi Yanga Africans sasa kwenye mechi ya ligi ya mabingwa, sababu Yanga performance kidogo inatia wasiwasi hasa kwenye safu ya shambuliaji. Wewe unaiona wapi Yanga Africans kwenye hatua hii ya ligi ya mabingwa? Simu kwanza tunarudi kwenye mashindano mengine, mi naamini kwamba kama kuna vitu vilikuwa vimekaa vibaya hapa, tunarudi kwenye ligi, tunaweka timu yetu sawa na, narudia tena kuambia kama alivyosema rais wa Yanga kwamba kwenye makundi tunaenda kuwastaajabisha watu. Rais wa Yanga amemwahidi Gisa tukusiga kuambia aje na hela nyingi sana kwenye hatua ya makundi, na naamini kwamba mi timu yangu naiona tukivuka kwenda nusu fainali, nafasi ambayo kwamba hakuna timu yoyote

jifunza kama mashabiki, maana mmekuwa mkimwezeshwa maneno mnakuja mnatamba mtani kama kocha, kabla ya kufanya tafiti zenu binafsi. Kipi ambacho nyie kama mashabiki mmejifunza kutoka kwa Roman, ah, mwalimu ambaye alikuwa anatujengea pamoja, lakini kuambia kwamba pia uwezo wake anarudia tena kwa sababu Leo kama hivi unavyoona tumeshinda magoli mawili, matokeo ambayo kwake yalikuwa ni niai sana. Kwa hiyo ni kwamba ushirikiano kakend aa. Matola ni mmoja kati ya kocha mzawa ambaye anafanya vizuri a miaka mingi kwa kweli, sasa sijajua mantiki ya, jiu, yes, ya jiu, kumweka Matola kwenye nilifanya <laughs> ni ah uh, kila Simba jiu, Simba iki ikija kashikashi za makocha wakuu yeah, lazima Suleiman Matola achukue timu kama s so, Suleiman Matola basi atachukua ua sasa, sijajua yako kama yeah. mala <laughs> <laughs> kipindi yule Matola ni kama malage kipindi cha kawaida ni mboga, ila mwezi wa Ramadhani ni iftari. Kwa hiyo niftari <laughs> of course, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwanza kupata matokeo mazuri ambayo sisi ametukumbusha kwenye hatua hivyo kuepo kwenda hatua nyingine, na wakumbusha nyinyi nyinyi waandishi wa habari, sio kila meneja ni kocha.